Yeah bona, mambo vipi? Kwa majina naitwa Emmanuel Kasi Magula. Ah, ni mtangazaji wa Mswaki Media, sambamba na hilo ni editor wa Mswaki Media, pia ni cameraman wa Mswaki Media. Kwa siku ya leo nimekutana na msanii wa Mswaki Media, yupo hapa atajitambulisha, sambamba na haya tutaelezea machache kuhusiana na filamu yao mpya ya Mswaki Media ambayo itapostiwa katika channel ya Mswaki Media. Sasa hivi dada Atashukuru Mungu wewe sasa. Ah, kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Fatuma Kivufu. Ah, ni kitambo sana katika chaneli ya Mswaki Media ambiaza kutoa kitu chochote. Vipi? Mna jambo jipya? Mna jambo jipya hivi karibuni, mkae tayari, mjiandae kwa sana, maana tunakuja kutoa kitu kizito. Ngea ni chembe yangu. Wengi wazi watangazaji, wengi wazi watangazaji. Kitu gani? Mufukari sana. Inaitwaje? Nani alaumiwe? Ah, okay, amemsikia. Ah, dada wangu hapa ameelezea kwamba kuna kitu kinakuja kikali katika channel ya Mswaki Media. Basi wanawaomba muweze kuwasaidia katika channel ya Mswaki Media muweze kusubscribe. Baada ya muvi itakapoweza kutoka, muvi wenyewe pia wanadai kwamba itaitwa nani alaumiwe. Basi tuwe tayari kipate hicho kigongo. Ah, mambo nependeza kwa majina, unaitwa nani? Lucy Thomas katika tamthilia ya Mswaki Media, vipi unaizungumziaje Mswaki Media na unawaelezeaje wanao wa Mswaki Media kuhusiana na kitu ambacho unatarajia kukitoa yeah. Kuhusiana uh, na wanapataji labda information kwamba kuna kitu kizuri kimetoka katika ya Mswaki Media, wanawaletea kitu ambacho ni kinono, basi tujiandae a kupokea kitu hicho, tuwasapoti katika kazi zao, basi waweze kufika katika malengo ya kuweza kuitangaza sana. Uh, bado tujamaliza tukutana msanii m mwingine wa Mswaki Media Ah, Mariamu. Mariamu Chambo, ni changamoto gani ambazo mnakutana nazo katika harakati za kushoti movie zenu za